Leo nitakwambia maana kubwa tano za kuota unapigana. Yaani, ukiota unapigana, kuna jambo gani inaendea kwenye maisha yako? Aidha, umeota unapigana, unapigwa, unapiga, inaweza kuwa na mtu unayemjua ama mtu usiyemjua . Pia nitakwambia ni nini maana yake unapokuwa umeota unapigana na mtu, mtu amekupiga ama umepiga mtu ama mnashindana na mtu, unajua ni nani aliyeshindwa, ama ni nani aliyeshinda. Sasa kama mpaka mwisho, nitakuelekeza siku ya leo ni nini maana ya hiyo ndoto za kupigana na ni kitu gani cha kuweza kufanya kipindi unachokuwa umeota ndoto za kupigana. Kama haujasubscribe channel yetu, basi hakikisha una subscribe kabla hujaanza kusikiliza maana hizi za ndoto, ili kila nitakapoleta maana ya ndoto uwe wa kwanza kuipata. Ukiota unapigana, jambo kubwa la kwanza linalomaanisha ni kwamba kwenye maisha yako kuna vita vya kiroho. Yaani kwenye maisha yako kuna mtu anashindana na wewe, aidha anashindana na wewe kwenye eneo la uchumi, anashindana na wewe kwenye mahusiano anashindana na wewe kwenye biashara ama anashindana na wewe kwenye elimu ya watoto wako, kwenye jambo lolote lile, inawezekana kuna mtu anashindana. Na ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Efeso ile sura ya sita mstari wa kumi na mbili anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Ina maana kwenye maisha yako kuna mashindano, na ndio maana unaona kwamba biashara yako haijakaa vizuri, mahusiano yako haijakaa vizuri, biashara zako hazijakaa vizuri. Kuna vitu kwenye maisha yako unakuwa una face battles, una face difficulties, una face challenges. Kuna vitu kwenye maisha yako unatamani uweze kumove, utoke sehemu moja uende sehemu nyingine, lakini inakuwa inashindikana. Kwa nini? Kwa sababu kuna vita, kuna vita inakuwa iko ndani ya maisha yako. Kwa hiyo unapoota unapigana, jambo kubwa la kwanza, ama maana kubwa ya kwanza, unayotakiwa kujua ni kwamba kwenye maisha yako wewe ya siku leo, ambao uko nayo, uko na vita unayopigana nayo, na vita hii inaweza kuwa unapigana na mtu unayemjua ama usiyemjua. Ukiota unapigana na mtu unayemjua maana yake hiyo vita unayopitia siku leo kwenye maisha yako inatoka kwa mtu ambaye unamfahamu, yawezekana ndugu yako, yawezekana mjomba wako, yawezekana shangazi yako, yawezekana rafiki yako, jirani ya yako, yako ama mtu unayefanya naye kazi yaani mtu ambaye wewe unamfahamu. Jambo la pili, unapoota unapigana na mtu usiyemjua, maana yake hiyo vita ambayo uko nayo siku ya leo inatoka kwa mtu usiyemjua kabisa. Wao wanakujua wewe, ila wewe hauwajui wao. Maana ya pili ama jambo la pili, unapoota unapigana na umepigwa, inamaanisha kwamba kwenye vita ambavyo uko navyo siku ya leo, kwenye hilo unalopitia siku ya leo, hiyo vita umekwisha kushindwa tayari hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya kwa muda huo, hakuna jambo ambalo unaweza kukifanya kwa muda huo. Jambo ambalo unaweza kukifanya muda huo, basi u, ni kuomba tu kwamba Mungu akupe ushindi tena kwenye hilo eneo ambalo uko defeated. Unapoota kwamba unapigana mtu, lakini wewe mtu ameweza kupiga kweli kweli, ujua kabisa kwamba huyo mtu anayeshindana na wewe ameshakuweza Ukija yeah. Hiyo ni ndoto inamaanisha kitu kizuri sana. Yule uliokuwa unashindana naye umeshamshinda tayari, ama yale mashambulizi aliyokuwa anatuma huyo adui umekwisha kumshinda tayari. Basi ndo pale utakapoona kama ulikuwa unaumwa vidonda vya tumbo, basi vidonda vya tumbo vimepona. Kama ulikuwa unaumwa ugonjwa, basi kuna ugonjwa umekwisha kupona tayari. Kama kuna mtu kwenu aliyekuwa anaumwa kitu, basi hicho kitu kimekwisha kupona tayari. Kama maisha yalikuwa ni magumu na shida kupata hela ya chakula, unajikuta kwamba umeshaanza kupata hela za chakula tena sasa. Maana ya nne, kama umeota unapigana na yule unayepigana naye haujamshinda wala hajakushinda hii inamaanisha kwamba adui yule haujamshinda wala yeye hajakushinda. so, no hii unakuja kuona kama kuna matatizo yanakuwa yanatokea kwenye maisha yako, kuna tatizo linakuwa linakuja na kuondoka, linakuja na kuondoka, linakuja linaondoka. Tatizo hili linaweza kukaa wiki moja, wiki mbili, ukaona limeisha, lakini baada ya wiki mbili, wiki tatu linarudi tena. Kama ni shida kwenye ndoa, basi unakuja kuona kama mume wako ama mke wako, mnaishi naye vizuri wiki ya kwanza, wiki ya pili, mnakuja mnagombana, kwa sababu kwenye ndoto kule haukushinda wala haukushindwa. takiwa uweze kuongeza nguvu ili uweze kumshinda yule adui ambaye ana anashindana na wewe kwenye hiyo ndoto. Sasa, maana ya tano kama unapigana na mtu lakini wewe unamkimbia yeye, maana yake huyo adui amekushinda nguvu. Anaweza akawa bado hajakupiga lakini huyo adui amekushinda nguvu. Ndio ile utaona kwamba ndoa bado inasumbua, unajaribu kwenda kuwaita watu ya kwamba jamani, niombeni muongee na mke wangu, na jamani, niombeni muongee na mume wangu, jamani, niombeni muongee na mpenzi wangu, lakini yule mpenzi bado anasumbua, lakini bado unakuwa na ile way out ya kutokea out kwamba okay, ngoja nika nikaombe ushauri kwa watu, okay, ngoja nene kaombe ushauri kwa wazazi kuhusiana hii ndoa yangu inavyoenda na magonjwa, lakini bado haujakosa hela ya kuendea hospitalini. Yani, magonjwa na kusumbua, naendea kusumbua, naendea kusumbua, naendea kusumbua, lakini bado haujakosa pesa ya kuendea hospitalini. Kama unazidi kuhangaika, kama ule ugonjwa ni kweli hauponi, lakini bado unazidi kuhangaika katika ile hali ya kutaka kutibu. Kama umebarikiwa na maana hizi za ndoto, basi usisahau kusubscribe channel yetu ili kila ninapotoa maana ya ndoto uweze kuipata kwa urahisi. Kama una ndoto ambayo uelewi, iandike kwenye comment section, au utachukua namba zetu za simu zinazopita hapo kwenye screen na utanitafuta kwa njia ya WhatsApp na nitakujibu kwa wakati. Mungu akubariki sana. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Apostle Deusi Sengo. Shalom. Peace.